Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru wa mwaka 2025 Comrade Ismaili Ali Usi, karibu sana manispaa ya Lindi. Hapa tumefika kwenye mradi wa mapato ya ndani, zile asilimia kumi za mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Vijana wanawezeshwa, vijana wanapewa imani nao wanailipa kwa kuonyesha kazi nzuri wanayoifanya. Hivyo mwenge wa uhuru umeridhishwa na mradi wa vijana juu ya kubamba. Sisi binafsi tumekagua mradi huu, mradi wa shule, kwa kweli umezingatia mahitaji na kwa muda ambao sasa unaendelea na harakati za kumalizia ujenzi huu, kwa kweli mwenge wa uhuru upo tayari kuweka jiwe la msingi la shule hii ya Hamida Alkasmu kwa ajili ya umalizie haraka. Mwenge wa uhuru safi ah. Karibu sana katika mradi huu wa barabara uliopo kata ya Kilangala jimbo la Mchinga, Manispaa ya Lindi. Barabara hii ni ahadi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo ameitimiza alipokuja kuweka jiwe la msingi katika shule ya wasichana Lindi Sekondari. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Barabara hii thamani yake ni bilioni moja milioni 390 laki tano, hamsini na mbili, mia nane na thamanini na tano. Na hadi sasa ipo asilimia hamsini katika utekelezaji wake. Tunashukuru TARURA, lakini tunazidi pia kumshukuru mbunge wa jimbo la Mchinga kwa kuendelea kuwapigania Wanamchinga, kuendelea kuleta maendeleo na kusimamia maendeleo. Mchinga oye! Dokta Samia Suluhu Hasani oye! Mama Salma Rashid Kikwete oye!